Hapa si Kanda ya Ziwa, nyumbani kwa jamii ya kabila la Wasukuma nchini Tanzania, lakini yanayoendelea hapa ni kama upo Shinyanga, Mwanza ama Simiu, lakini hapa ni ndani ya msitu asilia wa Ramsten Skov unaopatikana katika mji wa Djursland nchini Denmark, na hii ni TriGen Media. Kwa miaka mingi, hapa ni kiungo muhimu cha tamaduni mbili na zinazotoka mataifa mawili tofauti, yaani Wasukuma kutoka Tanzania na tamaduni za Denmark kupitia ngoma za asili za kabila la Wasukuma zilizoanza kupenya na kuutawala ulimwengu wa burudani katika ukanda wote wa nchi za Skandinavia kwa takriban miongo minne iliyopita hadi sasa huku baadhi ya raia wa Tanzania wakipewa uraia katika nchi hizo na kuruhusiwa kufanya kazi mbalimbali ikiwemo sanaa na utamaduni. Eneo hili ni mfano hai wa nyumba zinazotumika kutambikia mizimu ya kabila la Wasukuma huko huko Ugaibuni, kuomba baraka na amani maarufu kama Numba Jabatale, lakini zimejengwa nje ya Tanzania huku zikiwa na kazi ile ile ya kutambikia mizimu pamoja na shughuli mbalimbali za utamaduni wa kabila la Wasukuma ambazo zinafanyika hapa kila mwaka zikiwakutanisha raia mbalimbali wenye asili za Tanzania wanaoishi nchini Denmark, wenyeji pamoja na wageni kutoka katika vituo mbalimbali vya mbali, utamaduni wa kabila la Wasukuma ambao hupata mwaliko maalum katika tamasha hili kubwa linalovuta hisia za makundi yote nchini Denmark.

Life, prosperity, reconciliation, and above all, peace. Na hili ni tamasha maksusi ambalo pamoja na mambo mengine lilitumika kuomba amani kwa nchi mbalimbali kwa kutumia tambiko la Wasukuma. Imani huponya, walineena Waswahili. Na wimbo huu ni ishara ya kibali kwa Mungu wao, yaani Welelo, kubali tambiko hili, na sasa mambo ni shwari. Mahala hapa hakuna shughuli inayokwama. <mimu> Rika zote zipo hapa. Hii ni ishara kuwa uhai wa kesho wa utamaduni wa Afrika kuzidi kumea na kukua nje ya mipaka ya bara la Afrika hapa unajibainisha wazi. Zoezi la matambiko yote ya Kisukuma katika eneo hili husimamiwa na Senda Nielsen, maarufu kwa jina la Kisukuma la Machombo, mchoraji na fundi wa kuunda zana mbalimbali mbali za utamaduni wa kabila la Wasukuma aliyefika Usukumani miaka 1970 huko, ambapo pamoja na kuwa ni mzungu akajifunza uganga na Nikiwa kujifunza tamaduni za Wasukuma ikiwemo ngoma za Wasukuma na hatimaye kuzihamishia barani Ulaya ambako sasa zimekuwa maarufu na ni kazi inayowaingizia kipato raia kadhaa wa Tanzania wanaoishi na kufanya shughuli mbalimbali za utamaduni na sanaa nchini humo. Utamaduni wa Tanzania unaonekana kuwa wenye afya nchini Denmark kutokana na mwingiliano zaidi wa watu na tamaduni unaotokana na shughuli mbalimbali za uchumi na kijamii na hasa ngoma asilia ambapo hata mtindo wa maisha huonekana kuwa sawa na ule wa jamii ya Wasukuma wa Tanzania. Je, unajua kuwa jamii za wacheza ngoma wa Usukumani humuheshimu sana nyoka aina ya chatu? Basi hivi ndivyo ilivyo hapa Denmark. Wanamheshimu chatu na hapa nguo hii ni ishara ya mfano wa ngozi ya chatu walioibeba kwa heshima kubwa.

Maneno matupu huchosha, na hapa sasa ni wakati wa burudani ya kundi la Wagalu likipata kibali kutoka kwa mkuu wa kambi hii ya burudani, na kuwaleta pamoja Watanzania na Wadenish, lakini kwa wimbo wa Kisukuma ambao hutumiwa zaidi na kundi la ngoma la Wanungule yenye asili yake kanda ya Ziwa. Inaimbwa Ulaya tena kwa umahiri mkubwa.

Wengi tumezoea ubatizo ndani ya nyumba za ibada, lakini huu ni wa tofauti kidogo, kuwabatiza raia wa Denmark waliofika hapa majina rasmi ya kabila la Wasukuma ambapo kila aliyefika hapa kwa shughuli za tambiko alifurahia kupata zawadi ya jina jipya la Kisukuma na kuambiwa maana yake halisi ya jina hilo. Wewe kuanzia sasa utaitwa Shilole, Shilole Katika zoezi linaloongozwa na raia wa Denmark mwenye asili ya Tanzania, Sostenes Zoza, aliyelowea ughaibuni huko mwanzoni mwa mwaka 1990 huko akitokea kanda ya ziwa na kuingia Ulaya kwa shughuli za sanaa, na hapa akiwa na mdau maarufu kabisa wa utamaduni kutoka Tanzania anayeitwa Shigulu Shabuki. Kila jina la kabila la Wasukuma hubeba maana kubwa ndani yake ikiwemo nguvu za kiroho Uongozi, upendo, hulka, kukubalika na hata uganga wa jadi na wengine hupachikwa majina ya kukata tamaa au ya utani. Ningoma yes. Ntale mpaka wetabe. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

Kila rika na jinsia viliguswa katika ubatizo huu, ikiwemo watoto ambao walipewa majina ya matumaini na ushindi katika makuzi yao. Huyu alipewa jina la Hangaya, yaani nyota inayoonekana asubuhi pekee na huwa na mng'aro kuliko zingine yenye kuonekana kabla ya kufifishwa na mwanga wa jua la mawio. Kila aliyebatizwa jina jipya la Kisukuma anawekewa alama maalum alimaarufu kama tatu ili kumkumbusha jina lake jipya. Sasa wewe unaitwa Shoma. Yes. Shoma. Yes. Shoma. huu si mkutano wa kuvunja kamati bali ni sherehe za baada ya ubatizo wa watu zaidi ya 40 na hapa ni mwendo wa burudani za ngoma za Wasukuma kutoka Kanda ya Ziwa nyumbani Tanzania, ikiwa ni ishara ya kusambaa kwake kuchezwa katika maeneo mbalimbali mbali duniani. Na hii ni TriGen Media.